Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo za bahari zinamtii? Bwana Yesu asifiwe. Amen, haleluya. Wana wa Mungu, amen. Maneno haya nimeyasoma sio mageni na ni mafundisho ya Bwana Yesu ambayo aliendelea kufundisha wanafunzi wake alipokuwa duniani humu humu tunamokanyaga leo, na alikuwa anawafundisha watu kama sisi tuliopo leo, walikuwa wanamusikia na wengine kumupuuza, nikiwa na maana kama sisi. Na kuna mahali pengine aliuona mkutano mkubwa sana, na mara pengine akasema hebu tuvuke, baada ya kuwahudumia waende ng'ambo. Na alipokuwa chomboni wale wale aliyowacha ng'amba wakawakuta wako mbele, wanamsubiri. Na wanafunzi wake nao wakamfuata, lakini wakiwa chomboni, neno la Mungu linasema bahari ikachafuka, kukawa na misukosuko. Na kwa kweli misukosuko ya baharini anaijua vizuri Mchungaji Mwasanguti. Unaweza ukataka uondoke, ila kwa kuhamia kurukia hakuonekani, maana uko kwenye maji unaweza ukaita majina yote na unaowaita hawasikii, maana huko peke yako kwenye maji. Siku moja nimetoka Ikombe pale, tulipanda na mchungaji mmoja, tulibidi tuanze kuimba jimbo kwa sauti kubwa ili tusisikie wala mawazo yetu yasitekwe na mahali mle ndani ya maji. Sasa hawa wenzetu walikutana na msukosuko ndani ya bahari, lakini heri wenzetu, ndani kulikuwemo na Yesu humo. Hilo tu ndio lenye kutuzidi na baada ya misukosuko Biblia inasema wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe. Hilo lingine tena ni divine kwamba wakakumbuka huyu anayeweza kutuokoa ni Yesu tu, pamoja na usingizi alionao, tumwamshe. Haleluya, anayeweza kutuokoa humu na mahangaiko yetu yote ni Yesu. Wakaenda wakamwamsha, naye Yesu akawatwisha moja tu, enyi wenye imani haba angemalizia nitakuwa nanyi hata lini kama hamna imani. Biblia inasema Yesu akaondoka akazikemea pepo na bahari, ikawa shwari. Wakashikwa tena na mshangao, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo zinamkubali na kumsikiliza? Maana yake nini? Tumemzoea akilisha watu elfu tano hilo tumezoea. Tumezoea akiponya wagonjwa, hilo tumelizoea tumezoea majini na mashetani yanatoka kwa jina lake, hilo tumelizoea. Lakini leo hata pepo wa bahari wanamtii. huyu ni mtu wa namna gani? Huyu ni mtu wa namna gani? Ndugu zangu, isipoteze tu muda mwingi, sisi wote hapa tuko baharini, na hii dunia yote unayoiona hii unayoishi wewe ni bahari. ni mfano wa nini jamani? bahari na ndani ya bahari humu kuna aina mbalimbali mbali ya viumbe hai, na humu tunamoishi ndani ya bahari kuna misukosuko, kuna nini jamani? Kuna misukosuko, na ndani ya hii bahari tunayoishi duniani, tumo ndani ya chombo, na ndani ya chombo hiki tunamoishi duniani, yapo mawimbi. Sasa bahari ni dunia tunayoishi, na misukosuko ni matatizo ambayo tunakutana nayo. Kila mtu ana matatizo hapa. Tukisema kila mmoja aeleze matatizo yake hapa, tutasahau kwamba tulikuja kuzika mtumishi wa Mungu Cornelio. Tutaondoka tutasema pondaga wo wafuile watusichemwe isaujungafu. Misukosuko kila mtu anayo. Ngine anasukwasukwa kazini mume anamsumbua na, na bosi anamsumbua, ni nini hiyo jamani? Ni misuko suko. Mwingine biashara inasumbua na mkopo unasumbua, ni nini hiyo jamani? Ni misuko suko. Ni matatizo hayo ni matatizo, kila mtu anayo. Mwingine ada, mwingine kodi ya nyumba. Lakini pamoja na yote, tupo kwenye chombo kinachoitwa imani Hallelujah. Tuko kwenye chombo kinachoitwa imani. Wote hapa tumekaa ndani ya chombo kinaitwa nini jamani? Imani kila mmoja hapa anaamini, hamna ambaye haamini hapa, wote mnamwamini Mungu, si ndio wapendwa? Lakini ndani ya hicho chombo kiko juu ya mawimbi, tupo ndani ya mawimbi ambayo ni majaribu, magonjwa, kufilisika, kudhulumiwa, kufiwa. Hayo ni mawimbi, yanatuyumbisha hata tukiwa kwenye imani. Kuna muda mwingine yanakuja mawimbi makubwa mpaka unahisi chombo nilichopanda hakina usalama. Unafika mahali unahisi imani niliyo nayo hainisaidii, lakini nataka nikuhakikishie hii mchana wa leo, imani uliyo nayo ya Yesu Kristo haitayumba ikakubwaga. Haleluya! Kwa hiyo chombo ulichopanda cha imani, pamoja na misukosuko unayokutana nayo, pamoja na majaribu tunayokutana nayo, pamoja na magonjwa tuliyo nayo tunayokutana nayo, pamoja na kufilisika, pamoja na kudhulumiwa, pamoja na kufiwa. Familia ya Cornelio, msishuke kwenye chombo kinachoitwa imani. Musija mkaomba po mkasema, tushuke jamani, amekufa baba aliyekuwa mchungaji. Muendelee kuwemo kwenye chombo kinachoitwa nini? Imani. Humo ndani ya chombo ndimo yumo Yesu. Haleluya! humo kwenye chombo yumo Yesu. Wewe unaweza kumwita Yesu kwa imani. Biblia inasema wale watu wa Mungu walipogundua yumo Yesu humu, wakamwita, halafu chombo kikanyamaza kimya, wale wa Mungu. Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi wa maisha yetu. Yesu ni mtuliza dhoruba. Yesu peke yake ndiye anaweza kutuliza dhoruba ya maisha yako, kazini kwako ofisini kwako kwenye huduma yako kwenye wito wako, Yesu peke yake ndiyo mtuluza dhoruba peke yake. Unapofika hujapewa mshahara kwa wakati, unapofika hujaheshimiwa kwa heshima uliyokusudiwa, Yesu peke yake anaweza kutuliza misukosuko. Haleluya! na hizi dhoruba zinaweza zikaanza kwa mtu mmoja mmoja na dhoruba yake mmoja mmoja. Kabla hujatoka nje kwenye dhoruba ya kanisa, ya Chama cha Mapinduzi, ya Chadema, kwanza wewe peke yako una misukosuko ndani yako. Hayo yote anayeweza kutuliza ni Yesu, haleluya! Hata leo Yesu yupo hapa kuwatuliza familia ya Cornelio kwamba peke yake anaweza kusema tulia, na hiyo hali ulionayo ikafanyaje? ikatulia

Dhoruba na mawimbi, tumwite yeye kila wakati na kila saa, tumtegemee yeye. Familia ya Mwangoka, tegemeeni Mungu. Baba amedumu katika imani, amefia katika chombo cha imani, na ninyi mseme hivyo hivyo, tutafia katika chombo cha imani. Watoto wa mzee wote, mseme tutafia chombo cha nini? Mzee Mwangoka amefariki akiwa ameshiba miaka, nikuwa naona hapa hesabu n amefariki akiwa na miaka themanini na naneitaiao ngi miak Mawimbi. Miaka 88. Kwenye liturujia tumesema ukiwa miaka sabini, ukiwa na nguvu 80 miaka, si ndio jamani? Miaka sabini ukihesabu sawa na siku elfu ishirini na tano, mia tano hamsini, na siku elfu ishirini na tano, mia tano hamsini, ndio mtu mwenye miaka sabini, kwani nyingi zenye hizo. Sasa mzee mzee hapa na siku zake thelathini na mbili na mia moja hivi, wewe rafiki mchezo. Kwa hiyo mzee amebarikiwa, haleluya! Neno la Mungu linasema litakubariki, na wewe utaona watoto wa watoto wako. Mwangoka amewaona, aje waona atuhusishe bwana jamaa, tuendelee kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa mtumishi wetu Mwangoka umetuacha, yuko hapa na yeye ametuacha, lakini ushauri wake utaishi pamoja na sisi. Maneno yake mazuri yataishi pamoja na sisi. Ajapokufa lakini anaishi, si ndio jamani? E, msaada wake utaishi pamoja na sisi. Wapo watu wamepitia kwenye mikono yake wakawa hivyo walivyo leo. Kama sio kwake moja kwa moja, basi mtoto wake alikusaidia, upo hivyo ulivyo. Msaada wake utaishi milele, lakini upendo wake kwetu utaishi milele. Upendo wake utaishi kwetu milele. Aliwapenda watu, aliwapenda wanaomzunguka, alilipenda kanisa na hakutoka kwenye chombo cha imani. Hivyo vyote vitaishi kwetu, na ndivyo ninayomba familia, mjue hivyo. Watoto wa marehemu mtambue hivyo, kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hata mi ninayoongea hapa ni mpina

usio unalia tu unalia. Kuna watu waliachwa na baba yao kadogo tu, baba alikufa. Nyinyi amewatunza, amewasomesha, mmekaa. Mwambie Mungu tunakushukuru, tumemuona na baba. Mwambie Mungu tunakushukuru, tumemuona na baba, tumemuuguza. Wengine wangetamani wamuuguze baba yao leo, wanaela nasi. Baba yangu angekuwa hai, ningempeleka na India, ningempeleka na kulibe na fiki na fiki. Alikufa mapema nikiwa mdogo. Ninyi mseme asante Yesu kwa kuwa umetuonesha baba mpaka analala mauti. Halo, hmm. Wana wa Mungu, katika mauti haya tunakumbushwa sisi kuwa tuwapitaji kwenye hii dunia, hatuna mji udumuo, na hakuna mjanja hapo, hata kidogo. Ujanja ni kukaa kwenye chombo cha imani, usitoke humo. Haijalishi umefanikiwaje, usitoke humo. Haijalishi umefirisikaje, usitoke humo. Chombo cha imani hakijachagua, hakija, chagua, hakija wote mnatakiwa mkae humo, haleluya! Kwa hiyo tunakumbushwa leo hii hapa, Cornelio ni marehemu leo, mimi na wewe ni marehemu kesho, mbali baadaye, kesho baadaye, kutira baadaye. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa umetukumbusha kwa neno lako, uwe nasi daima ukitufundisha. Amen.